Hello guys, hapo mko poa sana. Sasa pale tulikoishia ndio tunaenda kuanzia. Mzigo uliishia Chokola amerudishwa nyumbani lakini alikuwa na hali mbaya sana. Wakati huo British walishindwa na no, Wamarekani waliweza kushinda, japokuwa baadhi ya Negroes ikapasa wahame makazi yao. Sasa mzigo unaanzia hapa. Baada ya ule ushindi ambao waliopata wa Marekani basi waliwateka baadhi ya mateka wa Kinegros ambao walipigana nao kwa kuungana na wa British. Miezi kadhaa imeweza kupita na wanajamii wa Negros wamejikusanya na kupeana taarifa fulani hivi kama ilivyokuwa kawaida yao. Wakati huo, Aminata anasomea waraka ulioletwa na uongozi kwa kwa sasa wa Marekani na mamlaka ya kuwafungia kama watu wa pindi wakihitaji maana walikuwa na sauti zaidi hata ya wa British. Kila mmoja akawa na hofu na usalama wake maana hata mali zao zilibidi zigawiwe pia. Yaani ni kama vile waligeuka na baadhi yao. Kwa hiyo New York hapakuwa mahali salama kabisa kwao. Hapa Kuona aliyekuwa tayari kutenganishwa na mpendwa wake. Aminata aliahidi kwamba atashughulikia hilo swala. Wakati anajiandaa Chokola anakuja na kumtaka waende pamoja, lakini anaambiwa hakuna haja ya hilo. Lakini Chokola kabla hajaondoka anamwomba awahi kurudi naye makini sana na anaahidi kwamba atakuwa poa. Uzigo katika vile vita zake anavamiwa na wateka watumwa wa Kimarekani ambao hawakuwa na lengo zuri kabisa kwake, lakini alisaidiwa na askari mmoja wa Kibritish. Japo alikuwa na wasiwasi, lakini alielezewa kwamba kuna kiongozi ambaye anataka kuonana naye. Amekutanishwa na kiongozi fulani hivi, anajiita Captain. Captain anauliza, "Uko huru kwa muda gani?" Yani, Aminata anajibu kwamba yuko huru kwa muda wa miaka nane ndani ya New York, kwa hiyo yuko hivyo. Akaulizwa kama anaweza kusoma na kuandika, na akajibu ndio, naweza kufanya kila kitu. Kapteni akaomba aweze kufanya kazi naye, yani aweze kufanya kazi na wa British chini yake, kwa kuna kazi fulani vibao, ilikuwa anatakiwa mtu ambaye anaweza akawashishwa dikros kwa kumtaka Aminata afanye kazi chini yao Aminata anasema ahadi zenu mlizoziweka hapo mbele ya Negroes ndio unahisi uzanikamata, lakini anaambiwa kwamba kwa sasa hivi New York sio salama kabisa kwao, na kama akiweza kufanya hivyo basi ataweza kuhamisha baadhi ya Negroes katika koloni lao la British ambao waliko nje kabisa na New York. Aminata anakubali ofa ile, lakini aliambiwa ataruhusiwa pia kuandika kitabu, yani kitabu kwa ajili ya Negroes. Kaja wanafurahia pamoja, anaulizwa kuhusu jina la kitabu, anawaambia kwamba kitabu hicho kitaitwa Book of Negroes. Walifarijika sana kujua kuwa historia yao kama watu wa Negroes itakusanywa ndani ya kitabu. Upendo wa Aminata na Chokola uliwapa hamasa sana kina Datilda kuweza kufahamu historia yao. Aminata akaelezea kwamba alikutana na Chokola akiwa binti mdogo sana huko Afrika. Na ni baada ya kuwa mateka ndio akakutana naye. Chokola anasema alishirikiana na baadhi ya watekaji na ndio jinsi wamekutana na Aminata. Datilda anauliza, ulisaidiana na watu kuweza kuangamiza ukoo wa Aminata? Lakini Aminata anajibu kwamba alikuwa ni mtu mwenye busara kwangu na alikuwa ni kampani yangu wakati wote. Sasa baada ya British kusarenda, watumwa wakaanza kukusanywa na baadhi ya watu waliweza kukusanywa kama kina Klebo akiwa ni goni mwa watumwa ambao waliweza kuchukuliwa. Asubuhi, askari wa Kibritish anaahidi kufanya uwezavyo ili mradi kuweza kuwasaidia. Wanakutana na Klebo, lakini mambo yalikuwa magumu sana kwao. Askari alijitahidi sana kuelezea na kutetea lakini hakueleweka kabisa. Na alikuwa anawaambia kwamba vita imeisha na kila mmoja anapaswa kuishi kwa amani, japokuwa wao hawakuweza kuelewa. Lakini alipatiwa barua ya kuonyesha kwamba kuna utofauti, yani kama vile Wamarekani wamebadilisha mtazamo wao. Chokola anasema hamna haki ya kuweza kumkamata mtu hivyo, lakini anakanywa kama akirudia tena kuongeza neno lolote lile basi atakuwa na hali mbaya sana. Sasa wakafikia makubaliano fulani hivi ili Klebo aweze kupatiwa dakika chache, basi ikabidi apewe kitu cha thamani na akapewa jambia. Klebo anaruhusiwa kuonana na familia yake japo alijiona mzembe sana na alitaka Dathilda na Seo waweze kuondoka kwenda mbali kabisa na wasahau kabisa kuhusu yeye. Dathilda anampinga na kwa kuwa yeye ni familia yao anasema hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuondoka na kumwacha na wala hakuna kitakachobadilika. Mtoto anakumbatia baba yake kwa uchungu sana lakini wababe wanambeba kwa nguvu. Mvutano wake haukuwa wa kitoto. Aminata kaona azuie risasi iliyomlenga Clebo. Kwa hiyo Clebo anakubali tu kuenda ili mradi wengine wawe salama. Licha ya kwenda na askari wa Kibritish lakini hakuna kitu chochote kile ambacho anaweza kuambulia. Aminata amekuja kwa Francis, alilia sana, yani alilia mno. Usiku anamuaga Chokola, anadai anakazi na Francis, wanatakiwa kuhudhuria kikao fulani vicha majeneral tena wa Washington kwa diskasi mwenendo wa British huko New York. Anaulizwa kwa muda gani atakuwepo huko, lakini anasema kwa siku nzima. Watakutana asubuhi yake. Chokola akasema sawa. Safari ilikuwa njema sana wakiwa pamoja na walifika salama. Kikao kilikuwa kikubwa na walikuwa wanazungumzia juu ya Negroes na wa British jinsi wanavyoweza kuishi bila kuwa na amani huko New York. Hivyo mwongezi wao iliishia kwenye kuorodhesha majina ya watumwa wote waliopo na identity zao ili kuweza kuweka kumbukumbu za idadi kamili ya Negroes watakaotakiwa kwenda kuishi huko Washington. Habari zile zilikuwa njema sana kwa Aminata pamoja na Francis. Kwa hiyo alifurahia sana. Lakini ukaribu wao ukaanza kujenga hisia. Aminata anasema anampenda sana Chukol na Francis anasema anajua hilo. Kwa hiyo Aminata kaenuka zake na kuondoka. Asubuhi kaenda kukutana na captain na anakabidhiwa kitabu cha kurekodi majina ya Negros wote. Kazi imeanza na watu wapo wengi mno. Kila mmoja alikuwa na historia yake. Japo baadhi yao walielezea kile ambacho walihisi na walichokipitia kwa matajiri wao ambao walikuwa wako chini yao. Kwa hiyo ilikuwa ni siku za huzuni sana. Kila mmoja alikuwa na historia ya huzuni ndani yake. Amerudi usiku anamsimulia Chekura kila kitu na Chekura alifurahi sana kwa ajili yake. Aminata anasema watu waliokutana nao leo wamemfanya ajihisi kwamba hayuko peke yake. Yani ajihisi kwamba wako wengi mno ambao ana historia za kufanana. Aminata anatoa taarifa za kushtusha kidogo kwa Chokola ila zilijaa sana furaha pia. Akiwa bana anakuja binti na kujitambulisha kwamba yeye pia anaitwa Aminata. Hoja yaani yeye juu ya mama yake. Baada ya kazi, sasa ni muda wa Captain kuweza kutimiza ahadi yake mbili za kusafiria na kumpa kadi ya ruhusa maalum. Aminata anaamua kutoa tiketi zile kwa Datilda na binti yake ili mradi waweze kwenda kule alipokuwa Klebo. Francis akampatia kiasi kidogo cha pesa na alishukuru sana. Datilda alimkumbatia Mina kwa furaha sana. Jioni wapo kikaoni, kama kawaida, wakisikiliza sera za captain katika kuhakikisha kwamba usawa wa British na Negroes na Wamarekani uko sawa. Aminata anamuuliza Captain kama watu wa Negros watapatiwa uhuru sawa na British na Marekani, lakini swali lile lilikuwa gumu kidogo kwa Captain. Walibaki wanatazamana tu. Aminata anauliza kwa nini mnawakusanya watumwa, lakini ukimya ukafanya Francis azuge, ili mradi tu general na wenzake waweze kuondoka. Baada ya siku kadhaa, Aminata na Chokolo wanaagana na Francis, kwa maana wanaelekea mbali na New York. Baada ya kuachana pale wamewasilisha tiketi zao kwa maaskari wakiwa wanaondoka tu, Aminata wa anaambiwa kwamba haruhusi kuondoka kwa sababu kuna uhalifu ameufanya na hapaswi kuuliza. Chokola alijitahidi sana kumtetea mke wake na Aminata alijitahidi kujitetea pia, lakini hakuna kilichobadilika. Chokola anasema ataenda naye, lakini anaambiwa akibaki pale hatopata tena nafasi ya kuondoka nyio kutena yani asahau. Aminata na Chokol wanatengana tena kwa mara nyingine, huku wote wakiwa njia panda. Ameletwa mahakamani uso kwa uso na tajiri wake wa zamani, huku madai yao yakiwa bado Aminata ni mtumwa wake na hayupo huru kabisa. Yaani hayuko tayari pia kumwachia. Aminata anapinga na kusema kwamba aliuzwa kwa Mr. Samuel na akaachiwa huru. Kwa hiyo, yeye hamilikiwi na mtu yeyote yule. Jaji anauliza kibali cha uhuru kiko wapi, lakini anakosa majibu. Anaitwa Mr. Clive ambaye ni tajiri wake wa zamani. Amefika pale, anadai kwamba yeye ni mmiliki halali wa Aminata na ana ushahidi wote

Aminata hakuwa tayari kabisa kuweza kumsamehe wala kusahau kabisa tukio ambalo aliweza kumfanyia. Asubuhi jaji anatoa maamuzi na anaamuru Mr. Climate aondoke kabisa nchini New York. Mr. Climate anaaga na kuondoka zake. Jaji anauliza kwa Mr. Samuel kama ana lolote lile la kusema, lakini anajibu hana lolote zaidi ya kutaka kumwomba msamaha Aminata ili mradi tu awe huru na maisha yake na aishi kwa amani. Aminata anaachiwa huru na anaondoka, lakini bado Mr. Samuel hakuchoka kumwomba radhi. Safari haikufa japo meli iliondoka nayo Chokola haikurudi. Francis alisema atakaa hapo sababu ana mambo mengi sana ya kufanya. Aliomba pia Aminata abaki, lakini aliambiwa haiwezekani maana Chokol anamngojea huko ambapo ameenda. Aminata anamsogelea Francis na kumpa busu la kwaheri na kuomba awe makini sana. Aminata anaondoka sasa New York kuelekea Washington alipoahidiwa kwamba atakuwa na amani na atakuwa salama. Je, Aminata hatakuwa na kizuizi chochote huko Washington, na je, Tilda na Club wataungana tena kuweza kumlea binti yao au ndio basi tena? Na vipi kuhusu Francis? Atamfuata Aminata ama amekubali mashindano na kumwachia tu Aminata Chokol aweze kuwa naye? Hii ni drama ya Amerika. Mimi sina lazima